Anasema huna mpango wa kuwapa, ndio, lakini kitu utaona na watu wanajua pia na pia yeah, wana tatizo kwa mahusiano wao ni sana. Kwa nini wanafanya mambo ya compassion? mm -hmm, na pia wanaona uko na pesa wanakutafuta. Eh, si si, sijawai kuwa na hiyo roho ya kutafutwa na wasichana sana, isipokuwa TikTok, wakati niliingia ndio mm. Diyo, nime, kuna wasichana walikuwa wanataka taka hapo TikTok, lakini najua wengi ni content creators. Okay, sasa wanatafuta tu content, si tu wako serious. pale kanisani lako eh, hatujai pata wasichana wananikatia although I don't know, labda katika mioyo yao wangenitaka. mm -hmm. Lakini mimi sijawahi kuwa na kitu kama hicho. Wewe mama huna hamu ya kuwa wakati ya, sijawahi kuwa na hiyo hapo, lakini wakati itakuja Kenya itajua nimeoa. <laughs> Eh, msichana ambaye Rich Kamunge yeah. Pia yeye alikuwa e, ametoa msimamo wake yeah. na tukaona ukiwa, e, yeah. Eh, ilifikia wapi? Rish eh, Kamunge alieleza ali, ali hisia zake na aliniona katika TikTok na akasema yeye angetamani kuolewa na Kanyari. mm -hmm. na it was fun meet yes, sijani meet na yeye one on one, nilimeet na yeye katika birthday yake oh. Hapo katika birthday ndio nilienda nikamgift like uh, 200,000. Mm -hmm. Katika uh, siku wanamjua nilimjulia TikTok. Mm -hmm. Na kwa sababu ukiingia TikTok lazima hujuana, na la watu kama kina Tizian lazima hujuana, na la watu kama kina Cindy lazima hujuana so uh, kina Hana Benta mm -hmm. Nilienda kina Peter Kioi, nilienda kukuwa rafiki na hawa watu wote na all of them washirika wangu saa hizi.